Wow, this is great. Ni kusalimu tena rafiki yangu siku nyingine ambayo Mungu ameifanya. Ah, uh, ninaishangilia na kufurahia na najua maisha yanaenda vizuri na Mungu anakubariki. Ah, uh, nimekuwa nikitumia muda wangu kwa siku nyingi sana kuzungumzia Yesu anatoa nini na nikaanza na kipengele cha ja kwanza kwamba Yesu anatoa msamaha. Na tukaona namna ambavyo Yesu anatoa msamaha, uh, katika maeneo mbalimbali. Uh, na nimeanza tena kuzungumzia kwamba vipo vikwazo vip, zipo blocks, vipo vitu vinavyosababisha watu wengi washindwe kupokea msamaha unaotolewa bure na Yesu Kristo. Yesu Kristo anatoa msamaha bure, lakini si kila mtu anafaidi, na hata kuna baadhi ya Wakristo ambao ndo wanajiita Wakristo, lakini hawaenjoi, hawafurahi msamaha ambao Yesu Kristo anawapa, na nilianza kuonyesha uh, zo cha kwanza kwamba ni mapokeo mapokeo mbalimbali ya kidini ya kimila ya kitamaduni kusababisha watu wengi kushindwa kupokea msamaha anaotoa bure Yesu Kristo. Na leo ningependa tena nizungumzie kikwazo cha pili uh, ambacho ningetumia jina la Kiingereza na nitaelezea kwa Kiswahili. Kikwazo namba mbili kinachosababisha watu wengi kushindwa kupokea uh, msamaha wa Yesu Kristo unaotolewa bure ni kikwazo ninachokiita uh, mfumo wa dunia huitwao reward system, mfumo wa dunia huitwao reward system. Reward system, uh, ni mfumo ambao umetengenezwa duniani na una operate na unaendeshwa katika mashirika mbalimbali na taasisi mbalimbali za kidunia. Uh, mtu anapofanya kazi au anapofanya vizuri hupongezwa, huongezwa mshahara upandishwa uh, cheo. Huo mfumo unaitwa reward system, kwamba kwa kadi unavofanya kazi, kwa kadi unavozidi kuongeza elimu, kwa kadi unavofanya mambo mazuri kwa ajili ya ustawi wa taasisi, basi reward system inakuwa upande wako, kwa maana ya kwamba unaongezewa kipato uh, unaongezewa una, una, una mshahara unapromotiwa una unapandishwa vyeo huu uh, mfumo uh, unatawala kwenye vichwa vya watu wengi. Kwa hivyo huu mfumo pia umeathiri namna watu wanavyohusiana na Mungu. Wakifikiria Mungu anahusiana nao kutokana na mambo mazuri wanayoyafanya. So utakuta mtu mwingine uh, unamshirikisha kuhusiana na kupokea msamaha wa Mungu, anakwambia hapana, mimi sihitaji msamaha wa Mungu, nadhani nitakapofanya vizuri Mungu atanisamehe. <laughs> No, Mungu wetu hayuko hivyo, na kuna wengine wameenda mbali zaidi wamechanganywa wame wamesema wame kuna dhambi ndogo na kuna dhambi kubwa, kwamba uh, dhambi ndogo haina matokeo ma, uh, haina punishment haina adhabu uh, kubwa kulinganisha na dhambi kubwa. Kwa hiyo wametemwa wame, wameweka makundi mbalimbali kwamba kuna dhambi ndogo na kuna dhambi kubwa. Wao umesoma wapi rafiki yangu? Hakuna kitu kama hicho mbele za Mungu. Mungu ni mwenye haki, na kitu chochote uh, kisicho cha imani ni dhambi mbele zake. Mungu anataka kuhusiana na sisi lakini hataki kuhusiana na sisi kutokana na vitu vizuri tulivyovifanya. Mungu anataka ajipatie utukufu wake na ajionyeshe kwamba asili yake ni mtakatifu, na hivyo hatuwezi tukafikia viwango vyake. Tunahitaji huruma zake na neema zake kutusaidia ili tuweze kuwa kama yeye. Kwa hivyo kikwazo cha reward system ukikiondoa katika maisha yako, utafurahia miujiza mbalimbali inayopatikana katika kupokea msamaha wa Yesu Kristo. Nikukumbushe tu kwamba God is love. Mungu ni pendo na ndani yake hakuna hofu. Barikiwe sana na siku njema kwako.